Hapa ni Kilwa na hii ni parokia ya Bikira Maria Nyota ya Bahari Kilwa Masoko, jimbo Katoliki Lindi, dominika ya sita ya mwaka wa liturujia kanisa. Mchungaji mkuu wa jimbo la Lindi, Mhashamu Wolfgang Pisa, aliadhimisha sadaka ya misa takatifu katika parokia hii. Baada ya adhimisho la sadaka ya misa takatifu, ikafuatiwa na uzinduzi na kubariki goroto ya mama Bikira Maria katika parokia hiyo, goroto ambalo imejengwa kwa nguvu za waamini na waisani mbalimbali mbali ambapo lengo kubwa la goroto hiyo ni kuwafanya waamini wa, wa parokia ya Kilwa Masoko na wote ambao watatembelea katika parokia hiyo kupata sehemu nzuri ya kusali kumwelekea Mama Bikira Maria. Na baada ya kutamatika kwa zoezi la, la uzinduzi na kubariki goroto la Mama Bikira Maria iliyopo katika parokia ya Bikira Maria Nyota ya Bahari Kilwa Masoko. Haya ni maneno ambayo yalisemwa na Mhashamu Wolfgang Pisa OFM Cap, Askofu wa Jimbo Katoliki Lindi, mara baada ya zoezi hilo. Mnapongeza tena kwa mpango lenu mwema, naitumia kwa sala. Nyumba yoyote ya sala, uhai wake ni kila mara unapopita pale unakuta watu wako pale wamesala Sieleze tu kule Kilwa sisi tuna pango la Bikira Maria, halafu mtu anakuta tamna na anaesai. Uhai wake ni kwamba kila mara mtu anapoingia kanisani anaona mtoto amekaa kwamesai, baba mama, mamaau mmoja wawili. Hiyo ndio tunaita uhai, na hiyo pia ndiyo namna ya kuingilisha, namna ya kuingilisha ye jengo la Bikira Maria pango la Bikira Maria, siku zote kuwe na mtu pale, walau sio kulazimishwa, bila kutoka ndani yako, kama ilivyo kanisa. Hatutegemee kanisa lifunge eh, leo tukimaliza misa lije kufunguliwa tena Jumamosi. Eh, kanisa siku zote tunategemea kwamba aliwe wazi, na unapopita watu mtu apite pale asali kidogo arudi, maeneo mengine. Ndio maana wameanzisha zile misa za mchana wakati wa kazi, e, ile muda wa mchana ile saa saba watu wanaokaa mjini wanasema huu ni muda wa kwenda kwenye chakula. Kwa hiyo wanaugawa ule muda wake kidogo, wanasema e, labda najinyima chakula niende misa ile ya mchana kanisani, badala eh, ahu, ah, chukua, na eh, ya kwenda kula au gawa kidogo na safi, namaliza misa njiani nachukua hata kama ni ndizi na kula narudi kazini. Ndio maana ya uhai wa kanisa kiroho unajengwa kwa eh, ushiriki uh, wetu katika imani eh, ushiriki uh, wetu katika imani. Kanisa sio jengo, ni di kanisa linaloishi kiroho <laughs> na kimwili. Ndiyo maana sala siku zote pia ni kujenga kanisa kiroho na kimiundo mbinu. Kimiundo mbinu umemaliza, hongereni. Sasa unatakiwa liwasaidia kujenga kiroho. Sijui kama inaeleweka. Naona kiu kiu, naiona.